Kama saa hii portal ya HELB imefunguliwa, lakini utapata mtu ako na waiting, hawezi kuwa registered wakati ID imekuja, HELB imefungwa na amekosa ile opportunity. So sisi tutaomba hii registration ipeleke kwa mashule, mtoto akimaliza apate. Na hapa Mvita iko na two division, Mvita na Island, so tuko na challenge watu huku wa wards zingine ama division ya huku mpaka waende kwa, kwa island ambao bimatawa na tuko na ofisi yetu ya zamani ya DO. Tutaomba wazo wa mtaa sipate tabu meeting mpaka waende huko, so tufanyiwe pesi pale kwa ACC tukiwe rejista mwingine, pia pale vijana waende, kwa sababu challenge nyingi wakijirejista pale mpaka wende kwa register kule. So hii pia ifanye function hii building, kwa kuangalia, saa ingine tunapata building zetu za zamani au uh, heritage museum inaanguka kule. Pesa hii kwa CDF naweza kuwajengea. So tuangalie njia gani tutawasaidia, tujenge facility vizuri pale, huduma center kama mimi niko na challenge kama ninavyokaa na president, nikimweleza hapa ndani ya island, sina plot empty land. Hii ni island, at least wale wabunge wenzangu kwenye mainland wanapata nafasi, wanajenga. So tuliambiwa na president kila constituency ijenge, lakini hapa ndani ya Mvita, so ni either twende kule na hiyo ofisi waziri, leo umekuja, iko hivi lakini, na ku promise after two years, utakuja kuona building hapa imeenda juu. Ofisi ya chief na wazee wa mitaa imebadilika. Asante sana, nafikiri kuna wabunge wenzangu wametufuata.